Alright, leo tarehe mbili ya mwezi wa kumi mwaka 2025, wewe bana. Mimi naitwa Friday Mogomare, kuna big story ambayo imeendelea kutrend kwa kasi kabisa kutoka katika mamlaka na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wakati huo pia imeeleza kusikitishwa na ripoti iliyotolewa na shirika la kimataifa la Human Rights Watch HRW, uh, Septemba 29, 2025, ikisema ripoti hiyo imejaa makosa upotoshaji na tohuma za uongo dhidi ya Tanzania bana. E, na ilitorewa bila serikali kupewa nafasi ya kujibu. A, wakati huo akitoa msimamo wa serikali Oktoba 2, 2025, katibu mkuu wa wizara ya habari, utamaduni, sanaa na michezo a, na msemaji mkuu wa serikali Grayson Msigwa amesema inasikitisha sana kwamba taasisi yenye heshima ya kimataifa kama HRW inachapisha madai yasiyo na msingi ambayo yana rengo dhahiri la kuchafua sifa ya Tanzania katika ngazi ya kimataifa e bana. Sasa kama hii umeielewa na umeipata kuzuri kabisa, nisogezee komenti zako hapo fupi, nitakuja kupita nazo hapo baadaye. Mimi naitwa Friday Mangomare na hii ni Mbuyuni TV, endelea kubaki nasi katika habari za kitaifa na kimataifa.